Nahisi kolabu itakuwa ni kali. Yes, kolabu nyingine hii hapa hii baada ya Mbosso kani kufanya ngoma na Harmonize. Sasa, anakimbilia kwa King Kiba. King Kiba. Eh, kumbuka Mbosso na Alikiba wote wanafanya ngoma za bongo flava na ngoma za taratibu kitunguza ngoma za mapenzi zinafanya vizuri sana. Sasa katika ngoma ya leo ambao amemshirikisha Mbosso pamoja na Harmonize. Harmonize alipigwa za uso Je, hii itakuwaje? Je, Mbosso ataenda kudhihirisha umairi wake wa uandikaji, atatumia vitabu na makamusi yake kama kawaida au itakuwaje kwenye ngoma hii hii? Au ngoma hii hii hapa, unahisi ngoma itakuwa ni aina gani, ama piano, mapenzi, singeli? Na wengi tumekuwa mashahidi sana sana, katika ngoma ambazo anafanya msanii Mbosso Kani, katika kolabo zake nyingi, anakuwa anafanya vizuri zaidi hatujajua kwenye ngoma hii. Yes, for more information, usisahau kulike na kushare kupitia J4TV. miretamariji manne Kambangwa, see you next time, thank you.